Je, baada ya maboresho ya, ya kuidhinisha katiba hii, je mchakato huu unaanza upya au unaanza nini? Kama msajili, sisi kama serikali, kazi yetu kubwa ni moja, unaleta maboresho ya katiba kama ulivyokuwa umepanga, kama ulivyokuwa umepata mkwamo, na sisi tumejiridhisha sasa yanaenda kuondoa mkwamo. Kwa hiyo mchakato utakaoendelea Klabu ya Simba ndio itaweza kuwaeleza jamii kwamba wataanza wapi, wataelekea wapi, au wameishia wapi. Sio kazi ya serikali au ya klabu. Sisi kazi yetu ni kuidhinisha nini, maboresho ya katiba na si vinginevyo. Naamini tumeelewana hapo. Swali la pili umeuliza kwamba wawekezaji watakuwa wangapi. Mimi nikisoma kanuni ile kanuni ya 18 A, kanuni A, ambayo ni ya kanuni ile ya sheria ya baraza la, la taifa kama nilivyo ya 2017 imesema kwa klabu ya wanachama itakayoamua kuuza hisa zake na kuinviti kwamba wawekezaji uwekezaji basi inaruhusiwa. Sisi tumeruhusu uwekezaji ndani ya nini ya klabu sijui, tunaelewa katiba imeruhusu uwekezaji ndani ya nini ya klabu. Watakuwa wawili watatu wanne kumi ishirini, ni, ni klabu ya Simba yenyewe ndio itakayoamua kwa mujibu wa kanuni hii, imeruhusu nini uwekezaji. Na mimi neno uwekezaji linaeleweka Eh, lina umoja lina uwingi lina nini, limebeba limebeba maudhui kwa upana, limetoa tafsiri kwa upana. Kwa hiyo hayo yote yatafanyika na klabu ya, ya Simba. Swali lingine limekuwa mwenyekiti wa bodi anapatikanaje kwenye klabu ya Simba? Katiba hii katiba hii tukumbuke, katiba hii ni ya klabu ya Simba imeruhusu uwekezaji kwenda kwenye kuanzisha kampuni, itakuwepo kampuni ya Simba Sports Club Company Limited ambako ndio bodi inakoundwa, inamaanisha kwa maana ya katiba imeeleza kwamba utaratibu wa namna bodi itakavyoendeshwa huo utafanywa kwa mujibu wa kanuni na makubaliano watakayokuwa wameifanya klabu ya Simba na wawekezaji wao au ndani ya uwekezaji wao. Hiyo yote kwa ajili ya nini? Tunatenganisha kampuni isiingie kwenye katiba. Ukiingiza kwamba uongozi wa, wa kampuni ukae kwenye katiba, umenielewa? Yaani kwamba utafute kwamba atapatikanaje, atapatikanaje, inategemeana na makubaliano watakayokwenda wamefanya nini, wameingia kwa hiyo wamese, wenyewe kwa mujibu wa katiba yao utafanywa kwenye bodi. Chata ndio utakaofafanua nini mchanganuo wa upatikanaji wa wajumbe tunaelewana , lakini naamini nimekidhi majibu ya hilo swali. mawasiliano yapi yalikuwa yanafanyika, labda tuweze kutoa ufafanuzi. Nimesema hivi, wakati tunaboresha yalikuja vipengele ili kuhakikisha kwamba ushauri wa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, yale mambo ambayo yalikuwa yamekwamisha yame mchakato, ndiyo sisi tuliokuwa tunayatazama ndio mawasiliano yalilenga huko na kuhakikisha kwamba katiba hii sasa inaenda kubeba lile jukumu la, la transformation inavyoenda kufanya nini. Ndio mawasiliano yalikobeba kutokana na mkutano mkuu walivyoamua. Kwa hiyo mkutano mkuu unaamua, unaamua vipengele vinavyokuja hapa, vinachambuliwa na kuangalia na kutengeneza tafsiri ambayo inafanya nini, itaridhika na itakidhi matakwa ya kisheria na kikanuni. Hayo ndio yalikuwa mawasiliano tuliyokuwa tunayafanya na si vinginevyo. Kuna asilimia 49 ya uwekezaji, je, ni mmoja au nini? Nimetoa majibu kule kwamba kanuni yetu imesema kwa klabu ya Simba au kwa klabu yoyote yenye wanachama watakapoamua kwenda kwenye uwe, kuuza hisa zao, umeelewa? Basi zile hu, hisa nyingine 49 zimewekwa kwa ajili ya uwekezaji. Sijui tumeelewana, lakini hapo ndio maana ya hiyo. Nakuja swali la mwisho, bodi ya wakurugenzi itakuwa madarakani, si ndio? Hivyo hilo swali, eh, itakuwa ma madarakani. Hili swali sasa mimi siwezi. Mimi sio Simba Sports Club, sawa? Sio, sio, sio, mimi sio Simba Sports Club anayeweza kulifafanua huu ni uongozi wa klabu ya ya Simba kuhusiana na maboresho yaliyofanyika. Mimi siwezi kusema eti upo au haupo au ufanye nini. A, hapana, sisi tumepitisha vifungu jamani, vinavyoweza kuwekeza huo mchakato uweze kufika mwisho. Basi ufafanuzi mwingine mtaupata kwenye klabu ya Simba.